Usikose jumamosi hii, tutakuwa na kipindi cha kufungua hatua za maisha yako. Kipindi hiki kipo kwa udhamini wa Loeva Ministry, chini ya mtumishi wa Mungu Kuhani Eliah Abel Haule. Inaweza nikawa ninaongea na watu ambao wana maombi, ni kweli, wanasifu na kuabudu ni kweli, wamekesha ni kweli, lakini ndani yao hawasokee kimwili, hawakue kiroho ndani ya pendo, ila wanako na imani, ila pendo hakuna, upendo hakuna. Kwa hiyo maombi yao wanachelewa. Kipindi hiki kitaanza saa nne kamili usiku. Makuani wa Yesu watakuwa wakielezea na kufafanulia neno la Mungu ambalo mtumishi wa Mungu Kuhani Eliya Abel Haule anakuwa amekwisha lifafanua. Pingeni mkia zabiti yeah. Unapokuja kumpinga unasema nampiga shetani na wewe zabiti. Huyu ni mshtaki, anamshtaki ndio watu, mtu wa Mungu penzi, tazamani, tazama. Kuna vitu mm. ambavyo unabidi liwe badiliko na kuangalia neno la Mungu linasemani na neno la Mungu ni uwezo wa, wa, yani, kwa nasema kwamba injili ya, ya Yesu Kristo, injili ni, ni uwezo wa Mungu uleta uokovu katika mtu, katika roho na kweli mm. Na sisi tunachokitafuta ni kile ambacho katika ulimwengu wa roho ulio wa kweli mm. Na hiyo ndio Baba, hata sasa nawatafuta hao mm. watakao mpinga shetani wakiwa sabiti, ndio

YouTube kwa jina la Loeva Ministry, TikTok na kuwa kwa jina la Kuhani Eliah Abel Haule. Unaruhusiwa kupiga simu utakaposikiliza neno la Mungu, ukiona limefungusa limekufungua limekuinua. Kwa mawasiliano zaidi ni sifuri saba sita mbili nane tano sita tisa nane sifuri. Usikose kwenye kipindi hiki, hakika utapokea neema isiyokuwa ya kawaida. watu wote